Karibu kujifunza Adobe InDesign, ambapo katika kuanza kujifunza Adobe InDesign hii tunaanza na kwanza, hii boni program tunaitumia, lazima uinstall Adobe InDesign hii. Adobe InDesign hapo una click, una double click, mara mbili ya double click, itafungua kama hivi. Na katika hii Adobe InDesign huwa inatumika katika kutengeneza magazeti, majarida, posters na vingine na hapa ndo home, homepage ya Adobe InDesign. <coughs> Lakini kutokana na projekti yetu, sisi tutaenda kutengeneza gazeti. Kwa hiyo hii ndo sehemu ya mwanzoni. Kama unataka kuanza, utabonyeza hapa, hii sehemu imeandikwa new file, hapo itafungua kama hivyo na huu adakua utumie h hii, uh, hii tabloids

Huu uh, ni upana kumi na moja na urefu wake huwa natumia kumi na nne kumi na nne inchi kama inavyoonekana hapo mm, pages inategemeana naezako kuziweka, unaweza kuweka moja, mbili, tatu, nne na kuendelea. Kwa hiyo hapo, si tunaamua kuweka page ngapi, page kumi na tano, sawa. Hii start mwanake ndio page ambayo unaanzia. Column mara nyingi nashaurio utumie column tano kama hivyo. Ukimaliza vitu vingine vitareset hapo, utafanyaje? Uta create ki create, moja kwa moja itafunguka na kukuletea upande wako wa mwanzo kabisa. Hapa nataka kwanza kutengeneza gazeti katika Adobe InDesign. Nitaelezea fill na stroke tool ambapo nikianza na fill tool hii kazi yake kubwa ni kuweka rangi katika text unayotaka iwe na rangi gazeti. lakini pia kwa upande wa stroke tool, hii inatumika kuweka rangi eneo zima lenye habari kama inavyoonekana hapo kwenye gazeti letu, hivyo kwa tool nyingine zinazotumika katika Adobe InDesign Undani zaidi. Katika Adobe InDesign nitaelezea upande wa kuweka font name, ambapo utaenda sehemu hii imeandikwa properties utabonyeza, halafu utaenda sehemu imeandikwa character, then utachagua mwandiko unaotaka, mfano mwandiko wa impact Halafu utabonyeza moja kwa moja, text yako itakuwa mwandiko unaotaka sasa. Katika Adobe InDesign nitaelezea kwa ufupi namna ya kutenganisha column, ambapo kwa ufupi utabonyeza control B, alafu utachagua idadi ya column ambayo unataka taarifa yako ikae, alafu utabonyeza okay, na moja kwa moja Kolamu yako zitakuwa, kolamu yako itakuwa imejitengeneza katika gazeti lako. Kwenye Adobe InDesign kwa ufupi sana nitaelezea namna ya kuingiza picha katika gazeti ambapo utabonyeza control D. Baada ya hapo, utachagua sehemu uliweka picha zako, alafu utaklik picha unayotaka uweke kwenye gazeti utaibonyeza Utabonyeza sehemu iliyoandikwa open. Hapo moja kwa moja picha itaingia katika sehemu ambapo unaitaka kwenye gazeti lako katika, katika Adobe InDesign, nitaelezea sehemu ya pages na zaidi katika upande wa quad pages na kudiliti pages, ambapo nikianza na kuongeza pages Utakuta sehemu hii imeandikwa pages, halafu uta click. Baada ya hapo, chini utaona alama ya kujumlisha, yani add pages. Hivyo uta click kadi unavyotaka kuongeza idadi ya page, na kama unataka kufuta, hapo hapo utaona alama ya kudelete, then utainde, uta, uta delete pages itoke mbao. Kwa mwendelezo wa matumizi ya tools nyingine, ataendelea mwenzangu. Katika Adobe InDesign nitaelezea hand tools na zoom tools, ambapo nikianza na hand tools hii kazi, hii kazi yake kubwa ni kuonesha sehemu mbalimbali za gazeti kwa, kuzi, kwa kuzisogeza bila kuharibu mpangilio wa gazeti kama hivi inavyoonekana. Kwa upande wa Zoom tools hii inatumika kukuza sehemu ambayo unatumia una kuandika ili iweze kuonekana kwa uzuri zaidi. Hivyo kwa tools nyingine zinazotumika katika Adobe Designing mwenzangu ataendelea kwa udisain zaidi. Pia katika Adobe Designing nitaelezea pata ya type t na line tu ambapo nitaanza na tu ya type tu. Hii kazi yake kubwa ni kuandika habari na kutengeneza eneo ambalo habari inakaa, kama inapelekana hivi Kwa upande wa line tu hii, kazi yake kubwa ni kuchora mstari ambao unatenganisha habari moja na nyingine. Kwa maelezo hayo, nitamkaribisha mwingine aendelee kuweza tu kutumia katika kudisaini gazeti katika Adobe InDesign. Taelezea namna ambayo unataka habari yako iwe katika paragrafi ipi unayoitaka, ambapo utaenda sehemu imeandikwa properties halafu, utaenda sehemu imeandikwa paragrafi, utachagua habari yako utataka iwe na paragrafi ipi. Mfano, kama utatumia align left, basi habari yako itakuwa katika paragrafi ambapo upande wa kushoto. Kama ulivyosikia hapo mwanzo, wamekuelezea namna mbalimbali mbali za kufanya e, design na kutumia tools mbalimbali. Sasa mbali. Hapa mi nitakwenda kuelezea tools moja ambayo unaweza ukaitumia, na ni most useful, kwamba inatumika mara nyingi sana. Hapa tool ambayo nitakwenda kuelezea ni tool ya hii hapa, unaiona hapa, inaitwa ukibonyeza hapo inakuja kama hivyo. Inaitwa rectangle tool. Kwa hiyo ukiangalia hapo inaonekana, so namna kwetu ku apply hii kitu kwa, utabonyeza kama ilivyo kawaida hii hapo wanaita mm, mshale. Kwa utabonyeza hapo, then utakuja hapo kwenye tool moja hapo, ambayo hii itakusaidia kuweza kuchora. Bila kubonyeza hapo, maana yake hutaweza kutumia hii tool kwa moja kwa moja. Utakuja hapa utachora umbo lako namna hiyo. Kwa ukitaka kulifuta ni vile vile tunabonyeza delete linafutika. Kwa ukija tena hapa ya direct selection tool, yani ukibonyeza mshale ndio una, una ruhusu zitumie tools zote ambazo zinaonekana hapa. Kwa uta click hiyo hapo direct direct selection tool na unakuja kwenye umbo utachora umbo lako hapo pa. Hiyo ni rectangle. Yako maumbo mbalimbali, lakini hii ni moja kati ya maumbo ambayo yanapatikana hapo. Hii ni rectangle kwa ku apply kama nataka labda kuibadilisha rangi kwenye color kwenye color lango, kwenye color kwenye color hapa hivyo, ukibonyeza color ina, inabadilika color. Ziko nyingi nyingi hapo kama unapoona, tabadilisha namna hiyo. Ukitaka lisiwe na color liwe plain, unabonyeza hapo, linapotea. Namna hiyo. Kwa hapo, unakuwa umefanya kama hivyo. Ukitaka ku delete pia unabonyeza umbo lenyewe hapo hivyo na delete namna hiyo. Pia hapa ukibonyeza hii direction selection tool pia ukidouble click hapa kwenye hii, hii laktango tool hivyo namna hiyo, ko iye hapa ndo itakuwezesha kudeal na maumbo mbalimbali pia. Kuna hii nitakuongezea mara moja hapa, ili twende faster, faster. Kuna hii type tool pia kuitumia utabonyeza hiyo direct selection tool, then nakuja kwenye type tool hapa, hakikisha umechora umbo ambalo utaenda kuingizia hiyo text yako bila hivyo maneno yako itakuwa ume wrong number yes. Kwa utabonyeza tena hapo, ndakuja kwenye rectangle tool utachora umbo lako ambalo utakuingiza text then utabonyeza hapo then taiz hapo, na huo ndio mwisho wa project yetu. Na kuhakikishia tu kwamba ukifuatilia tutorial zetu vizuri, na wewe utaweza kutengeneza project ya gazeti kama hili unavyoiona hapo, na hizi ni peji zake nyingine za ndani kwao. Usiache kufuatilia, na nakuhakikishia utafanya vizuri na project yako itakuwa nzuri nzuri kama hii ya kwetu hapa.